Karibu sana wapenzi watazamaji, kwenye mwendelezo wa habari zetu. Ninawatakia mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita wenye mafanikio pamoja na afya njema. Asante sana kwa mashabiki zetu ambao mnazidi kutusapoti. Yule ambaye ameweza kututumia kitu, nimepokea. sio vizuri kutaja jina lake Aa, kama bado hajaweza kukubali litajwe. Asante sana, nimepokea. Karibu sana, ni wapakulie yale yote ambayo yanaendelea. Kuna operesheni ambayo inaendelea Tanzania ya kufukua miili ya wapendwa wetu ambao jeshi la polisi waliua kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe tano Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kipindi cha kupiga kura Tanzania pamoja na kipindi cha maandamano Tanzania. Nimekuwa nikizungumza hili na watu, mnaniambia kwamba ni ukora. Mimi sijawahi danganya, ninazungumza maneno ya ukweli, na kipindi ambapo unapata kwamba serikali inafanya operation kama hii operesheni ambayo inaongozwa na mtoto wa Samia Suluhu Hassan mwenye naitwa Abduli, kuna kitu ambacho wanataka kukificha, kwa sababu katika ulingo wa kisiasa wachambuzi wa siasa kipindi kimoja walisema hivi, kwenye ulingo wa siasa hakuna kitu ambacho kinatendeka bila ya kuwa na maana, yaani kwa lugha ya kimomba wanasema kwamba in Nothing happens out of a mere coincidence. Everything is well planned, well scripted to achieve a specific objective. Sasa unapata kwamba hiyo operesheni ambayo inaendelezwa na mtoto wa Samia Suluhu Hassan Abduli kufukua miili ipo na maana fiche. Sasa kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi Masaa tisa ambayo yameweza kupita, kaweza kuchapisha hivi jinsi ambavyo unaona hapo: exhumation of mass graves in Tanzania exclusive video evidence by Rachel Dagwa on Instagram of ongoing operation by Suluhu Hassan madaras cable led by Mafuele and Abdulis hechman eh, Sumai, Sumai. The work was not completed and they plan to continue later in early earl January, uh, January according to the source. Location is uh, Unonio Beach and another site in Mwananyamala. We continue to monitor the situation. mm -hmm. Jamani, ili ni swala la lazima, tulihakikishe hakikishe hawafanikishi maana zaidi ya kutaka kupoteza ushahidi wanadhalilisha hadi miili ya wapendwa wetu. Inabidi hawa wajue makatili, tuna tunawadhibiti muhimu. Tupate location zote tukazifukue wenyewe na tujulishe dunia ilivyo. Sasa jinsi ambavyo huyu mwanaharakati Maria Sarungi anaeleza, anasema kwamba kuna kikosi cha Samia Suluhu Hassan mauaji ambacho kinaongozwa na mtoto wake Samia Suluhu Hassan mwenye anaitwa Abduli pamoja na Mafuele na mtu ambaye anaitwa Sumai, ambao hawakumaliza kibarua cha kufukua miili ya ndugu zetu ambao waliweza kuua na wakazika ili kuficha ushahidi. Sasa wanasema kwamba hiyo operesheni inatazamiwa kuendelea mwaka ujao, vilevile vile Januari. Na kulingana na huyu mwanadada anasema kwamba maeneo ambayo yanalengwa sana ni Mwananyamala pamoja na uno, un, Unionio Beach Tanzania. Unajua, sijawahiona serikali ambayo haijali haki za kibinadamu, serikali ambayo haina utu, serikali ambayo haina aibu inaua, inafukia kwenye kaburi la pamoja kama njia moja ya kuficha ushahidi, na wanapoona kwamba wamegundulika, wanaamua tena kufukua, ili mradi tu waweze kuficha ushahidi. Ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo ambalo hata akina babu zetu, mpenzi mtazamaji, wakilisikia hawawezi, hawawezi uh, wakalifurahia. Tunaelezwa kwamba uh, lengo la kuweza kufukua hii miili na kupata mabaki ya mbavu, wanataka kuyachoma ili pasiwe na ushahidi, kipindi ambapo mahakama ya jinai uh, International Criminal Court, ICC itakapokuwa inaanzisha uchunguzi isije kapata kitu ambacho kinaitwa ushahidi. Sasa tunaelezwa hivi mpenzi mtazamaji. Kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Recho Dagwa amekuwa akieleza kwamba kuna mjamaa mwenye anaitwa Abduli mtoto wa Samia pamoja na jamaa ambaye anaitwa Sumai. Hawa ndio wanaendeleza shughuli hii nzima. Na ninaelezwa kwamba Uh, kikosi hichi cha Abduli cha chinja chinja kimekuwa kikiendeleza operesheni hii. Mfano, maeneo ambayo wanatazamiwa kutembelea kufukua mahala ambapo walikuwa wamezika ni Mwananyamala, pembeni mwa hospitali pamoja na bichi huko, un, ununio kawe, nyuma ya ghorofa ya Kikwete. Uh, Kimbiji pamoja na msitu maeneo ya Mabwepande. Hii operesheni inalengwa zaidi Dar es Salaam, mida ya usiku uh, kuanzia tarehe 24 kwenye mkesha wa kukaribisha Krismasi pamoja na mkesha wa kukaribisha mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita. So mpenzi mtazamaji, hili ni jambo la kinyama. Hili ni jambo la kinyama. Yaani sijawahi ona serikali ambayo inatapatapa kufuta maafa ambayo waliweza kuyafanya Tanzania. Wanatapatapa sana kufuta ushahidi wa maafa ambayo waliweza kuyafanya Tanzania. Maafa ya kimbari. Ni jambo la kusikitisha mpenzi mtazamaji. Ni jambo la kusikitisha, kwa sababu kipindi ambapo walikuwa wanaua wanajua, walijua kitu ambacho walikuwa wanakifanya, alafu wakazika wakifikiri kwamba wameficha ushahidi. Mambo yamelipuka, kipindi ambapo mambo yamelipuka tena wanafukua. Wajamaa kama hawa wanapaswa kuchomwa, lakini ni kwa sababu wako na radhi ya serikali ambao ni haramu, wanatembea na bunduki, wanaweza wakauaua tena wananchi. Hili ni jambo ambalo linapaswa kukemewa. Laana itafuata hawa watu, mimi ndio nakwambia, laana kubwa itafuata hawa watu. Sijui wazo lako ni lipi kuhusu hii operesheni ambayo inaendelezwa na hii serikali Tanzania, kufukua miili ya Watanzania. Jamani, wanazika alafu wanafukua. Wazo lako ni lipi?